Masud, ni mwakilishi wa kaimu mkurugenzi wa kitengo cha ulinzi na usalama wa vifaa vya Tehama kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Jukumu la wizara hii ni kuweza kuangalia miundombinu ya Tehama na kuweza kuhakikisha tunailinda miundombinu ya Tehama pamoja na mawasiliano yake. Tuko pamoja. Ya nimeongezana na ndugu zangu wengine kutoka Wizara ya Mawasiliano, wengine kutoka taasisi mbalimbali, ili tuweze kuweza kuwapatia elimu ya ulinzi na usalama ukiwa mtandaoni. Tuko pamoja, yeah. Tafiti ilifanywa ya sampling ya watu laki mbili, watoto wengi walikiri kwamba wanatumia simu Baadhi yao walisema wanatumia simu kwa vificho, hata wazazi wao hawana habari wao wanasimu. Lakini kati ya hao asilimia nne ya hao watoto walishakutana na changamoto mbali mbali sana za ukatili huko mtandao. Hili nataka kusema teknolojia eh, kwa ujumla wake ina manufaa mengi sana, tukitumia vizuri wewe kama mwanafunzi ukitumia uh, simu yako mfano ama kompyuta, si tu unaweza ukajifunza uh, notes zile ambazo zimefundishwa darasani na ukaenda ukabugu zaidi ukapata elimu zaidi, lakini kuna wakati mnaburudika na katuni na vitu vingine music na kadhalika, lakini wakati mwingine tunafanya miamala umetumwa dukani katoe pesa kanunue kitu kalipe. Tunatumia matumizi mazuri yako mengi, lakini kwa ubaya wa bahati, pia matumizi mabaya ya vifaa hivi yapo, na tunaamini watoto, kutokana na sababu nyingi, ikiwa mojawapo ni uelewa wakati mwingine mdogo, mnakuwa victims mnakuwa victims wa changamoto mbalimbali za uhalifu mtandao. Tunapokuwa kwenye mitandao ya kijamii, kuna kitu tunaoita mafataki mtandao, na ubaya wa bahati, huwa wana rubuni watu kwenye mitandao, wanawaambia tuma hiki tuma kile nyinyi kwa kuhu, kuhu, uelewa mdogo, naenda, unakuta mtoto anakesha na simu mpaka asubuhi, karibu na asubuhi, akichati na watu hata hawajui, anatuma video na picha ambazo hazieleweki, lakini anayetumia kule hata ajui ni nani. Lakini lingine, tumekuta watoto wanakutana sana na utapeli mtandaoni, anaenda anaambiwa na mzazi wake katume pesa, anapokea message. Bahati mbaya ile pesa ulikuwa utume huku, tuma kule, naye anatuma sehemu sio. Akirudi anashangaa mzazi wake, baada anaulizwa pesa ambayo alikuwa atume mtoto alishatuma kwa mtu sio. Wakati mwingine utapeliwa kila namna tofauti. Na hapo, tumekuwa na changamoto ambazo sasa hivi nakuwa kwa kasi na kesi zimeanza kuwa nyingi hasa kwa watoto wa sekondari, sekondari na chuo. Unakuta mtoto kaenda huko kawasiliana na watu wasiowajua, ameweza kuwasiliana nao huko, amemwitisha vitu visivyoeleweka, baadaye wanafanya uhalifu unaitwa sextortion. Muongeze umakini. Kujue kwamba kuna manufaa mazuri yanapatikana tunapokutumia vizuri. <laughs> Kwa hiyo tujisogeze zaidi kwenye matumizi mazuri ya hivyo vifaa vya kielektroniki, na yale matumizi ambayo anaweza yakatuletea shida, yakatuingiza kwenye changamoto mbalimbali, ama ya kukufanya wewe ukawa ndio mkosaji. Maanake kuna kitu kinaitwa cyber bullying. Cyber bullying, tumeona watoto wenyewe, yenyewe pia mnafanyana, sababu tunazungumzia mambo ya usalama mtandao lakini pia tuangalie hizi taarifa binafsi ambazo tunaziweka kwenye mitandao. Na wengi tumeona, tunatumia simu, tuna account kwenye social media, Facebook, Twitter, Instagram. Kwa hiyo wengi wamesema kwenye mitandao ya kijamii tunaweka picha. Kwa picha, pia ni taarifa yako binafsi kwa sababu inakutambulisha wewe mtu akiona picha yako anajua huyu ni fulani. Jina lako pia ni taarifa yako binafsi, mtu akiliona mahali anajua huyu ni fulani, sawa? Eh, kwa hiyo tunavyoshare vitu kwenye mitandao, tunavyoposti majina yetu, tunavyoposti picha zetu, tunavyoposti utambulisho wetu wowote ule, hizo ni taarifa zetu binafsi na tuna posti kwa sisi wenyewe kutaka, si ndio? Lakini kabla hatujaposti, tujiulize kwa nini tunaposti, tunataka nini? Yaani, unavyochukua picha yako na kuiweka kwenye mtandao nia inakuwa ni nini? Kwa haya ni maswali ambayo tunatakiwa tujiulize, na sisi wenyewe ndio tunazo hizo akaunti kwenye mitandao ya kijamii na tunazitumia kushea taarifa mbalimbali, tunazitumia kuwasiliana na marafiki zetu, tunazitumia kutangaza pia kazi zetu. Inawezekana kuna mwingine ana kipaji chake, anataka aweke mtandaoni, watu wajue kwamba ana hicho kipaji na pia aweze kukitumia, weza kuingizia kipato au vitu vingine. Lakini mitandao ina vitu vingi, ndio maana leo tumekuja na hii mada ya usalama mtandaoni lakini mbali na usalama mtandaoni, pia ndani ya hii mada ya usalama mtandaoni, pia ishu ya taarifa binafsi ni muhimu, kwa sababu taarifa zetu binafsi ndizo ambazo mara nyingi tunazishare kwenye mitandao na hizi ndizo ambazo baadaye zinaweza kuleta matatizo. Lakini pia kuna namna ya kulinda hizo akaunti zetu. Tunajua tunapologin kwenye mitandao ya kijamii, lazima uwe na namba ya siri ambayo utaiweka, ili ni taarifa yako binafsi. Mtu mwingine hatakiwi kuijua, hata kama ni rafiki yako, sababu mwingine anaweza kusema, mimi nimeenda ku login kupitia simu ya rafiki yangu, ndio anayo smartphone, mimi sina. Kwa hiyo unamwachia rafiki yako namba yako ya siri, siku nyingine huwezi jua, anaweza kaingia akaposti kitu ikaonekana wewe umefanyaje, umeposti, kumbe sio wewe. Sasa leo tumekuja ili tuwakumbushe kwamba kutumia mitandao ya kijamii sio kitu kibaya, ni kitu kizuri kwa sababu huko ndo tunaita ku socialize. Outreach programs zinatokana na mienendo ambayo tunaiona. Victims wengi kwa kiasi kubwa sana sana, victims sana walimu, natakubaliana na mimi kabisa na wengine kabisa. Matabia unakuta kuna mtu ameshika team card yako, ndio ndio sindio aaaliu au sio? Na unajuaje kwamba uh, message ni legitimate ama ni message ambayo ni halali. Sasa wahalifu wana wana mbinu nyingi, baada ya kufanya ya kukusanya taarifa mbalimbali, sababu kabla hujapewa hiyo message ni lazima wajue kwamba wewe ni mtumishi wa umma wanajua. baatizuri nimeelezewa inawezekana, katika zile shughuli zako unaweza kufanya, kuna application uliingia ambayo ilikuwa ina monitor shughuli zako, kwa hiyo kujua kwamba wewe ni mtumishi wa umma na automatic unaipata hiyo message na hiyo message inaonekana kwamba uh, inaonekana imetoka kwenye vyanzo vya halali, hali si halali. Kwa hiyo kuna mbinu ambazo wanafanya wanafanya wanafanya, wanaitwa spoofing, lakini utaigundua message ambayo mmoja, kama imetumika teknolojia ya, teknoloji ya kuweza kuhada, utaijuaje? Hali kadhalika zile sms TAMISEMI wana utaratibu wao wa kupitia message. Ukiangalia pattern ya message, nao wanaweka vitu ambavyo wa vina vinaashiria ile flow kule flow nzima ilivyo. Mhalifu lazima akose, kwanza kutakuwa na errors. na wa washukuru Wizara ya Mawasiliano kututembelea katika shule yetu ya Pamba Sekondari kuja kutupa elimu ya usalama wa kimtandao. Tunashukuru sana, tumepata elimu ya kutosha tumejifunza mambo mbalimbali mbali, mambo ya kutunza taarifa zetu binafsi lakini pia tumepata elimu juu ya cyber bullying tumeona katika taasisi zetu za elimu watu mbalimbali wanapiga picha zisizostahili na hivyo kuwapelekea kuchukuliwa hatua wa mbalimbali za kisheria kwenye mtandao tumeelewa kwamba kuna watu wanafanya udanganyifu hivyo ilikusudi, kuepukana na hayo matatizo yote, inabidi wachukue hatua, na ilikusudi kuchukua hiyo hatua, watapiga kwa namba moja moja sita ili kuepukana na vitendo hivyo. Sisi kama walimu na watumishi wa shule ya sekondari Pamba tumefarijika. Binafsi nimepata mambo mengi ambayo yatanisaidia mara nyingi nimekuwa sielewi, unakuta kwamba kuna app zingine tunachukua kwenye simu zinatoa taarifa zetu ambazo zinatakiwa ziwe ni taarifa za si, lakini zinakuwa zina patikana kwa watu wengine na wanazitumia vibaya. Nipende kushukuru serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kuweza kuendeleza elimu juu ya matumizi ya mitandao katika mashule au na maeneo mbalimbali mbali Tanzania kwa ujumla. Nipende kuipongeza serikali kupitia wizara hii kwa kutufikia leo shuleni kwetu hapa Pamba Sekondari kwa kuweza kutoa elimu juu ya matumizi bora ya matumizi ya mtandaoni. Kwanza kabisa kwa nikiongelea upande wa watoto, na mimi nikiwa mmoja wa, wa miongoni mwa watoto, kwa kizazi chetu kwa sasa watoto wengi ni watumiaji wa mitandao ya kijamii hivyo, kuna hatari kubwa ya wao kuweza kupata ukatili wa kimitandao, na nikiwa mmoja wa watumiaji wao, naweza nikatoa elimu kwa namna gani tunaweza tukatumia mitandao vyema na isituletee uharibifu au ukatili wowote kwetu sisi watoto, kwa sababu matumizi mabaya ya mitandao au athari mbaya za mitandao zinazoweza kusababisha mtoto kupata madhara yafuatayo ikiwemo madhara ya, ya kisaikolojia.